katika jua kali la Moroko ya karne ya 17, alipatikana kijana aliyezaliwa kwa damu ya kifalme jina lake likiwa Maulai Ismail. Alikuwa mtoto wa Sharifu Moulai Ali, mkuu wa ukoo wa Mtume Muhammad kutoka familia mpya ya kifalme ya Aloid. Hakuna aliyeweza kufikiri kuwa kijana huyu angekuja kutikisa historia ya taifa lake kwa karibu nusu karne, baada ya kifo cha kaka yake Sultani Moulai al-Rashid. Mwaka wa 1672 Maulay Ismail alichukua nafasi ya juu kabisa. Akawa sultani akiwa na miaka 38, lakini hakuwa amelithi utulivu. Morocco ilikuwa taifa lililogawanyika, makabila yakizozana, waasi wakitishia amani na wageni wakinyemelea mipaka. Mulai Ismail hakuwa mtu wa kuyumba yumba, alisimama kidete. Alitumia akili, mazungumzo na pale ilipobidi alitumia upanga mkali. Kwa haraka sana, baada ya kuingia madarakani, alianzisha jeshi lake mwenyewe, akaliita jeshi jeusi. Maelfu ya wapiganaji kutoka kusini mwa Sahara waliopewa mafunzo makali na utii wa ajabu. Jeshi hili likawa nguzo ya nguvu zake na kivuli cha hofu kwa maadui. lakini hakuwa tu mpiganaji. Mola Ismail alikuwa pia mjenzi wa ndoto kubwa. Aliamua kuhamisha makao makuu ya kifalme kutoka Fez hadi Meknes. Alitaka kujenga mji mkuu mpya ambao ungewacha wageni midomo wazi. Akamuru kujengwa kwa majumba makuu, bustani za kifalme, kara kubwa ya chakula lililojulikana kama Heri el susani, na hata ziwa la bandia, ziwa Agdal kwa ajili ya kidimo ndani ya kuta ndefu ya zaidi ya kilomita 40, mji wa Meknes ukawa alama ya mamlaka ya mfalme. Wageni kutoka Ulaya walishangazwa na urembo wa mji huo, baadhi wakilinganisha na Vesaili ya Kifaransa. Lakini Ismail akuishia hapo. Alirejesha mji wa Tangia kutoka kwa Waingereza mwaka 1684 na Rarache kutoka kwa Wahispania mwaka 1689. Aliwazuia pia Waarabu kutoka milki ya Otoman mara kadhaa walipojaribu kuivamia ngome yake. Ujasiri wake ulienea hadi nje ya mipaka ya Moroko. Ndani ya kasri zake maisha yalikuwa ya kifahari na ya ajabu sana. Moulay Ismail inasemekana kuwa alikuwa na wake zaidi ya 500 na watoto 888. Na haremu yake ilikuwa na utaratibu maalum, kila mke akiwa na watumishi na walinzi wake. Pamoja na hayo yote hakuwa amesahau dini. Akiwa Mwislamu wa kweli aliyetetea Uislamu vikali, aliwakaribisha wamishonari wa Kikristo kwa mijadala na hata akamwandikia mfalme James wa pili wa Uingereza akimshawishi aingie kwenye Uislamu. Lakini kila enzi huwa na mwisho. Mwaka wa elfu moja mia saba ishirini na saba Mola Ismail alifariki dunia. Watoto wake wengi wao wakitaka urithi, walileta migogoro iliyoyumbisha misingi aliyojenga. Hata hivyo, majumba, kuta na kumbukumbu -kumbu zake bado zinasimama hadi leo hii, zikitukumbusha duniani kuwa aliwahi kuwepo mtu aliyeitwa sultani mpiganaji Mola Ismail Ibn Sharif.